Mtazamaji, leo ni siku ya kimataifa ya wakimbizi ulimwenguni huku dunia nzima ikiwa imetupia jicho kwa taifa la Kenya kutaka kujua endapo wataelekeza lile ama watatekeleza lile agizo la kuwaondoa wakimbizi wote katika kambi ya Dadaab ifikapo Novemba mwaka huu. Hata hivyo, serikali ya Marekani imesema kuwa hakuna mkimbizi atakayerudishwa kwao kinyume na hiari yake na kuahidi kuwa serikali ya Marekani iko pamoja nao. Saidah Swaleh anaarifu kwa kina. Halima Hassan ameishi nchini Kenya kwa miaka sita alitoroka nchini Ethiopia kwa kile anachokitaja kuwa machafuko ya kikabila amekuja katika hafla ya kusherehekea siku ya wakimbizi ila hafikiri kuondoka Kenya nchi ya Kenya imenisaidia sana pia nimesaidiwa na UNHCR na kupata shida nyingine nyingi Anasema amekuja hapa kujiunga na wakimbizi wenzake, akitaja kuwa amesahaulika na serikali yake. Kuja kwake hapa kunamfanya kuhisi kuwa yungali na thamani. Kila mtu anakufa kule, sitaki kurudi. Nikirudi nadhani nitakufa. Watu wengi wanaendelea kukufa, afadhali nikae hapa ama nirudi nikauawe. Ilikuwa ni sherehe ya wakimbizi wa kutoka nchi kama vile Somalia, Ethiopia, Congo na hata Rwanda kuwatumbuiza waliokuja. Haswa ilipofika wakati wa jamii ya Oromo kunengua viuno, Halima alijihisi ni kama yuko nyumbani. Lakini kwa wengi waliokuja hapa, walitega sikio kusikia ni yapi atakayotangazwa kuhusu hatima ya zaidi ya wakimbizi laki tatu wanaokuita eneo la Dadaab nyumbani, wanaotakiwa kufunganya kurudi makwao, ikiwa ni mdahalo uliowatia wengi waka Now most of the refugees of course dream of the day they can go home and the international community supports efforts to help refugees return home when conditions allow them to do so but this choice must be made voluntarily by each refugee at a time when they feel it's safe for them and their families to go home. Serikali imechukua hatua ambayo ni mwafaka ila tu ni vizuri wachunguze na wapeleleze kabisa ni, ya, ni, ya, ni, wa, ni wa, wakina nani katika huo mkondo wa refugees wanahitaji kabisa warudi nyumbani. Hata hivyo, katika ziara yake ya rais nchini Ubelgiji eneo la Brussels, alikutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na kukubaliana kuhusu kufungwa kwa kambi hiyo, baadhi ya sababu zikiwa hizi As a country we have recently faced many threats emanating from hosting refugees in our country maswali ya utu wa nchi ya Kenya yakizidi kuibuka kuelewa ni vipi ya familia hizi zitarudishwa kwa hakikisho kuwa usalama wao upo na wataanzia wapi wakiwa wamemlekea nani? Japo serikali ya Kenya imetaja kuwa tayari imehakikisha maeneo tisa yaliyo na usalama thabiti nchini Somalia, je, inatosha? Ikiwa ni siku ya kimataifa ya wakimbizi wote kote duniani, kukumbuka hatua wa zote walizochukua kutoka makwao kufika katika nchi zenye amani, kwa wakimbizi kama Halima hakuna chochote cha kusherehekewa ikiwa wanakumbushwa kuwa siku zao zimewadia kurudi nyumbani. Saidah Swaleh, KTN Leo, Nairobi.